Tusome Kulhu Wallahu tatu, wote kwa pamoja. Alfatiha, bismillah. Tumekusanyika hapa kwa lengo kubwa moja tu ni kufanya dua maalum kwa ajili ya kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hasani, lakini kwa ajili ya kuliombea taifa letu ili tuwe na amani. Ndugu wananchi tumetoka kwenye zoezi la uchaguzi kupitia mkutano huu au dua hii. Sasa tunamwombea mheshimiwa rais aweze kuwa na afya njema, aweze kuwa na siha. Mwenyezi Mungu amwongezee maarifa. Mwenyezi Mungu amwondolee vijicho, amwondolee hasadi, amwondolee kila lililobaya lakini Mwenyezi Mungu amjalie hekima na busara kwa ajili ya mafanikio au maslahi mapana ya wananchi wa Tanzania. Kwa maana tunamwomba Mwenyezi Mungu aweze kumjalia Mheshimiwa Rais aweze kuyatimiza maono yake, ili Tanzania iweze kufika mbali zaidi, kwa sababu tumeona kutakuwa na mafanikio makubwa kwenye kundi kubwa la vijana wakina mama watu wenye ulemavu na watu wengine, lakini vile haitoshi, tutakuwa tuna mafanikio katika miradi ya kimkakati na sekta zote zitakazokuwa zipo katika maeneo yetu. Kwa hiyo kupitia dua hii, na huu ni mwanzo tu, leo tunaanza, lakini tutafanya tena dua kama hii hii, na tutawaalika watu wengi zaidi ya hawa. Tutakuwa katika Tarafa ya Igalula na jimbo la Igalula, lakini tukitoka hapo tutamalizia katika Tarafa ya Uyui pale makao makuu ya wilaya. Na leo Watanzania wote tukiulizwa fahari yako nini? Tunajibu nini? Tukiulizwa Mtanzania wewe fahari yako nini? Ni amani. Na wengi wanatamani kuwa kama sisi lakini hawawezi. Sasa kupitia umoja wetu na mila na desturi zetu tulizokuwa nazo katika jamii zetu. Sisi sio watu wa kutengana, sisi sio watu wa kufanya vurugu wa namna yoyote ile. Ndio maana tupo hapa, kwa maana tunakumbushana, ili tumkumbuke Mwenyezi Mungu, kwa maana mtu ayeyote anayemkumbuka Mwenyezi Mungu hawezi kufanya mambo maovu, kwa sababu huwezi kutegemea mtu ambaye anaabudu Mwenyezi Mungu muda wote kwa wale wenzetu wengine wanaenda Jumapili, lakini Mungu anaombwa mda wowote, si ndio? Eh, alafu baadaye akatoka akaenda kumdhuru mwenzie, hicho kitu hakipo. Na ukifanya hivyo, ina maana ile tauba wewe haija kukaa sawa sawa, si ndio? Eh, kul huwa wallahu ahdun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad